Just imagine upo ndani ya gunia unaema kwa shida kando yako kuna nyoka mbwa kuku na nyani waliokasirika kwa asila hakuna pa kutokea unachoona ni giza alafu unasikia gunia ulilofungwa likitupwa majini hii siyo ndoto hii siyo hadithi tu ni mambo ya kweli yaliyotokea kule Roma Leo nitakupitisha kwenye adhabu zote za kihistoria zilizofanywa kwa watu kikatili zaidi. Je, upo tayari kusikia adhabu hizo? Moja, bronze bull, ng'ombe wa shaba. Sanamu ya ng'ombe, lakini si ya kupendeza, bali ya chuma kizito. Ndani yake kulikuwa na nafasi ya kuingizwa mtu. Mtu aliingizwa ndani na mara pap lango lilifungwa. Alafu moto uliwashwa chini ya sanamu hiyo. Pole pole chuma kilipata joto na joto tena na tena. Hakuna pa kutoroka, hakuna hewa. Moto ulishika, na pole pole mtu alianza kupikwa akiwa mzima, kuchomwa akiwa mzima, na kelele zote zilitoka kwenye bomba maalum iliyokuwa kwenye sanamu hiyo kila aliyekuwa karibu alihisi harufu ya nyama ya binadamu. Hii ilifanyika huko Ugiriki karne ya mia tano hamsini mpaka mia tano hamsini na nne kabla ya Kristo kuzaliwa. lak hii ni njia ambayo binadamu alitandikwa juu ya ubao mzito na alifungwa miguu na mikono kwenye kamba nzito, alafu polepole mpira ulizunguka siku haraka haraka, polepole na kuanza kuvuta viungo vyake, mikono na miguu, kutoka kwenye mwili wake. Misuli ilikatika, mifupa ilikatika, na mpaka viungo hivyo vilivyong'oka kutoka kwenye mwili wake, binadamu aliachwa pale kumwagika damu mpaka kifo chake. Njia hii ilitumika huko Uingereza karne ya kumi na mbili hadi kumi na saba. Linchi hii ni njia ambayo ilitumika kule barani Asia, ambapo mtu aliyefanya makosa ya kusaliti alikatwa kutoka kwenye unyayo wa miguu mpaka kichwani kwake. Wengi walikiita hichi kifo kama kifo cha vipande elfu moja. Adhabu hii ilifanyika mbele ya watu wote. Mtu alikatwa kipande kimoja kimoja kutoka kwenye miguu yake mpaka kichwani, kabla ya kuchoma kisu ndani na kutenganisha moyo wake. Hii ilifanywa mbele ya familia, mbele ya watu ili wajifunze. poema kule, hii ni njia ambayo ilifanyikwa kwa watu ambao walikuwa na makosa ya kuua wazazi wao. Alifungwa kwenye gunia na ndani iliwekwa nyoka aliye hai, mbwa aliye hai, kuku aliye hai na nyani aliye hai, wote walifungwa kwa sehemu moja na kutumbukizwa kila kiumbe kiliashiria aina ya dhambi. Fikiria upweke, uoga na maumivu ya kukaa na wale wanyama ndani bila msaada mpaka kifo chenu. Elephants foot. Imajini uzito wote wa tembo aliyeshiba mwenye kilo zake unapofika kwenye kia. Njia hii ilitumika huko Asia, India, ambapo binadamu aliyekuwa na makosa alikanyaga kanyagwa na tembo na njia hii ilifanyika mara mbili. Mmoja ni tembo aliagizwa moja kwa moja kwenye kichwa chako na kupasua hapo hapo, na nyingine tembo alipelekwa kwenye viungo tofauti kabla ya kukanyaga kichwa chako. Hii ilifanyika ili, ili wafalme kuenjoy kifo chako na watu kujifunza kupitia makosa yako. Ratcup, hii ni njia ambayo ilitumika kufanya watu wafichue siri walizokuwa wamefichwa ambapo Bakuli la chuma lililojaa panya wengi liliwekwa tumboni kwako na kisha moto ulipashwa chini. Panya wakuwa na njia yoyote zaidi ya kupita kwenye tumbo lako. Panya walikwarua tumbo, ngozi, utumbo kwa utumbo, ngozi kwa ngozi, mpaka kufika kwenye mgongo wako, kupasua na kutoka kwenye lile joto. Njia hii ilitumika sana barani Ulaya karne za nyuma. Hizi si hadisi za kutisha, ni historia, historia ya mateso, ya hofu, na sauti zilizoenda gizani. Lakini kwa kuelewa haya, tunaweza kuthamini zaidi maisha tuliyonayo leo. Umejifunza nini na ni adhabu gani imekushangaza zaidi? Nipe maoni pia